Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha tutorials ambavyo tunakuletea namna mbalimbali za utumiaji wa Adobe Audition, na leo katika sehemu yangu nimekuletea kipengele cha kusave, ni namna gani mtu unaweza ukasave audio yako mara baada ya kumaliza kurekodi katika mawimbi ya sauti au waveform na kama tunavyoona hapa tayari sound yetu tumerekodi iko hapo katika mawimbi. Nitaenda moja kwa moja katika sehemu ya hapa juu ambayo imeandikwa file, nita click hapo. Nikisha click nitakuja hapa ambapo pameandikwa save, nitabonyeza hapo. Nikishabonyeza nitakuja huku moja kwa moja, kama tunavyoona hapa file name, kama ambavyo niliandika before, yeah, Ester hapo. Location ndo utachagua mwenyewe unataka kazi yako ikae katika sehemu gani. Mimi nimechagua katika hiyo my, my works. Haya, hapo kwenye format hapa unachagua kazi yako unataka ikae katika namna gani. Kwa hapa juu tunaona ambapo hapo ivyoandikwa Ester ipo kwenye wave. Kwa hiyo sisi tunavyojua namna nzuri ya kazi ya kukaa inatakiwa iwe katika MP3. MP3 ili iweze kuchukua nafasi ndogo. Kwa hiyo nitaclick hapo na nitachagua zitakuja option nyingi hapa nitatafuta ambayo naitaka ambayo ni MP3 zeni, nitaichukua. Nikishakuja katika MP3, hizi zingine hazina umuhimu sana. Kama hapa pia tunavyoona juu, tayari kazi yetu ishabadilika imekuwa Esta dot MP3. Kwa hiyo hapa haina tena umuhimu wa kuendelea kuibadilisha. Kwe, nitakuja katika hii sehemu ya okay na hapo nita click nikisha click zitakuja hapo maelezo ambavyo zinataka nikubaliane na namna ambavyo mabadiliko nimefanya katika kazi yangu. Nitabonyeza hapo kwenye yes, maanake nakubali, na hapo kazi yangu itakuwa tayari inaseviwa. Mpaka hapo nitakuwa sina la ziada. Karibu zaidi kufuatana na wenzangu wanaoendelea katika nafasi zingine. Asante.